Mheshimiwa, dakika tano tu. Mheshimiwa, tiki kwa ajana Simba utakamdongezea kafunge goli tano. Naomba dakika mbili na jengo la FIFA sekunde tatu, sekunde tatu. Nakushukuru sana Mheshimiwa Naibu Spika, basi nimalizie kwa hiyo ambayo ni topic current issues. Ya mambo ya cyber bullying kwa mama yetu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo kwa kweli kama taifa hatuwezi tukaruhusu. Mheshimiwa Naibu Spika, mama alikuja na foara, tunajua kabisa mimi ni mpinzani huko nyuma tukua hatuwezi kufanya hata vikao vya kamati kuu ya chama ndani ya jengo tukua hatuwezi kufanya hata mikutano ya hadhara lakini, mama fuara yake, watu wanafanya mikutano ya hadhara Tanzania, mtu nakuwa na freedom of express. Sisi sio mara ya kwanza, mimi nishawekwa gerezani, sio mara ya kwanza kiongozi wa upinzani kupelekwa gerezani. Mheshimiwa Mboya ameshakaa miezi minne, nikiwa naye tukatoka baada ya ka akapewa tena akaenda gerezani kwa miezi minane kwa treason. Hatukuona haya mambo yakitokea, so at the time lazima tujiulize kama nchi, kuna kitu behind the carpet bein, yani kwa nini sasa hivi? Kwa hiyo tusitumie hiyo opportunity ambayo mama ametoa na foara zake kuharibu taifa letu. Demokrasia ni gharama, lakini amani, usalama na ulinzi na utulivu wa nchi yetu ni gharama sana. Lazima tuangalie leo tuna hii amani kama tuna tuko vizuri tukafanya kila tunachofanya, tukafanya any kind of bullying kwenye mitandao. Na mbaya zaidi tunasema Wakenya wanafanya lakini Watanzania tunachukua, tunasambaza kwenye mitandao. Na mamlaka husika za nchi, mko wapi kuona kwamba okay, bullying inafanywa, cyber bullying inafanywa na hao watu wa nje, tunasema lakini zinasambaza kwenye mitandao ya Kitanzania? where are we? kwa nini tunaruhusu hii ni udhalilishaji na unaweza kuona kama ni udhalilishaji, kwa sababu mama, yani, rais wetu ni mwanamke. Nikafikiri kama angekuwa ni mwanamme, hizi cyber bullying ambazo zingeendelea zingeweza kufanyika? Lazima tukatae, tukiendelea kujua kwamba sisi sote ni watoto wa mama Afrika Mashariki. Mamlaka za nchi ya Tanzania na mamlaka za nchi jirani, ambapo nimeona sijaona nchi jirani mamlaka zake zikikondemu hili, tumshirikiane mambo ya ndani ya hapa idara ya mawasiliano na kule Kenya, tuwakamate hawa Gen-Z wa kule. Lakini kuna klipu zingine ukisikiliza, mheshimiwa naibu spika Toneshi, na Kiswahili ni Mtanzania, wanamdhalilisha mama. Msitweze utu wa mtu, sio tu kwa rais. Mimi ni activist wa haki za binadamu, siwezi kuruhusu kumtweza hata mtoto wa darasa la kwanza, the president ambao ndo amebeba nembo ya taifa letu. Nakushukuru sana mheshimiwa naibu spika. Sante mweshimiwa Matiko na mamlaka hii imewekwa na, na Mwenyezi Mungu. Niende kwenye Warumi kumi na tatu moja mbili. Mweshimiwa Bashungwa mimi nilikuwa kwenye kamati almost miaka kumi na tano na miaka yote malalamiko ilikuwa ni nyumba na makazi ya vyombo National Housing wana project sasa hivi ya kuingia mkataba na mwekezaji kujenga nyumba almost laki moja sasa vyombo vya ulinzi nendeni mkawai slot yenu usingoje wakuletee mfate mkurugenzi mnasikia una mpango huu na sisi tuna shida hii sawa ndugu yangu haya Mheshimiwa Tarimba, jandaa Mheshimiwa Sigura, jandaa Mheshimiwa Manyanya. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi. Na mimi kwa mara ya kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Esther Matiko. Esther Matiko yeye ni mwanachadema lakini kwa kila hali ukimwangalia anafaa sana kuvaa jezi ya manjano na kijani. Huyu ni mwana halisi kabisa, ni Mtanzania halisi mzalendo, anajua na kuheshimu mamlaka.